Mwanamama hodari Tanzania na dunia inajua. Nani asiyemjua huyu mwanamama, Dokta Samia Suluhu Hassan? Amekuwa mwanamke aliyeongeza chachu ya kuhakikisha wanawake watoto wa kike wanapata fursa mbalimbali katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika ngazi ya uongozi wa kufanya maamuzi. Kwa mfano, baraza la mawaziri wanawake, tumeteuliwa tunao dada zetu wakongwe wakina Jenista Mhagama na wengine wengi, wote nawafahamu mawaziri wanawake, lakini akaona atuteue naibu waziri wanawake mimi pamoja na wenzangu, lakini ameteua makatibu wakuu wa wizara wanawake, manaibu katibu wakuu wanawake, ameteua wakuu wa mikoa wanawake, ameteua viongozi mbalimbali kuanzia juu mpaka chini, tukiitafuta hamsini hamsini, ambayo kwa sasa hivi tumepiga hatua nzuri, bado hatujaifikia, lakini tuko katika uelekeo ambao unaridhisha. Dokta Samia, oye! Mama Samia, oye! Wanawake, oye! Serikali na mihimili mitatu, katika mihimili hii mihimili miwili inaongozwa na wanawake akina mama, oye! Nafikiri mnaweza kuona namna ambavyo Tanzania tumepiga hatua kubwa sana, na huu mhimili wa pili ambao ni bunge ni mama yetu hapa Mbeya Dr. Tulia. Kwa <coughs> hiyo sisi kama wana Mbeya tunalo la kujivunia machoni kwa watu, kwa sababu Dr. Tulia amejitanauisha, ameonyesha uwezo wake, kila mmoja ameweza kuona, imefika mpaka dunia ikamuamini umoja wa mabunge yote duniani. Mama huyu anayetokea Mbeya amekaa pale kama rais. Jambo dogo hilo si la kujivunia? Mbeya oye! oe! Dokta Tulia oye! Nimeona nianze hivyo Profesa Mollel ili muone kwamba yote yanawezekana, na mimi nikuunge mkono Profesa Mollel kuwapongeza hawa mabinti kwa kuchagua kauli mbiu nzuri sana, msichana mwenye maono msichana mwenye malengo a, eh, we ugejitambua, kusema nami, nakwambia umefungua mlango wako. Na mimi hapa, kila mmoja amekuja na ndoto zake. Uongo au? Umeambiwa tu na baba, sasa wewe kasome pale Mzumbe, leana na ile ada, naiweza atakulipia huko, hapa kwa malengo Hey, ishi kulingana na uwezo wa mzazi. Hayo mengine tutayakuta, tutayafanya, tutayachoka, tutayaacha. Sisi sio waanzilishi, sawa? watoto wangu <tipatakili> ninawapenda sana <tipatakili> kwa hiyo katika utafutaji tuhakikishe tunapita njia salama, tusilazimishe kupata mitaji ya lazima Zwenu wako huko mitaji nasumbua, na ndio maana mimi baada ya Mungu kulipa neema nikasema nitaitumia hii neema ya kuwa mwakilishi wa wanawake nifungue taasisi isiyokuwa ya kiserikali, nikatafute wadau niweze kuwarejea wanawake wenzangu, na nimekuwa nikifanya hivyo toka nimekuwa mbunge. Namshukuru Mungu, kuna wanawake wameweza kupata mabadiliko ya kiuchumi lakini vile vile ya mtazamo wa kifikra. Huko nyuma, bibi zenu ilikuwa tu ahuyu ba... mtoto wa kike ataolewa, akishaolewa atatunzwa, si ndio? Mabibi zenu walikuwa hivyo. Kwenye ile vika la mama zenu, angalau hiyo kitu ikawa inapungua, kwamba mtoto wa kike naye asomeshwe, ana mchango kwenye maendeleo ya jamii, wakasomeshwa. Ndio maana tuna mama zetu wakubwa na walikuwa viongozi wakubwa wakina mama yetu, si ndio? Eh, tuna mama ambao walipambania mwanamke aweze kupata nafasi katika jamii. Kwa hiyo sisi sasa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tupo kwenye wimbi la karne ambayo mtoto wa kike ana nafasi kubwa sana. Leo hii dada na anifa leo ni makamu wa rais wa serikali ya wa wanafunzi. Hii ni baraka hii, inaenda kujirudia inaenda kukumbukwa huko baadaye. Anaweza akaja kuwa yupo wizarani, sio lazima we yu mwanasiasa, yuko wizarani pale. Moja ya wakurugenzi, wanaangalia background, wanagundua huyo alishaikuwa makamu wa rais. Hebu mpeni huko idara kama uaa na historia ambazo zinawabeba dada yangu, bada soma risala, mwakilishi wa wanawake anasimama, anaongea kwa confidence. Basi hii ile, kwa sababu nafasi ni chache na tuko wengi, imekuwa neema yao tu, lakini hata sisi tulio kama kibencha tunaweza, si ndio? Jamani, sisi tunaweza, tunaweza. Wanawake tunaweza, wasichana tunaweza, tunaweza. tunaweza. wasichana, tunaweza. Ee, kila mmoja lazima ajiamini. Si mtu ambaye anasahihi au kukucha na kufanya hivi ana mshusha dauni hivi, wewe toka ulipotoka dormitory umefika hapa unakuja kunishusha dauni hapa, yaani kwa wote walipopita, ukiona kama ni kasoro sana eh, lazima tuvenge kitu ambacho kitakufanya wewe comfortable eh, bado vizuri kama mama zako kujeruhi kwa hiyo tujiamini, tujitume, tuongeze bidii kwenye masomo, tuhakikishe tunakimbia supplementaries, ili e, caring. Why caring? kusoma tu zisiturudishe ndugu zangu zan, muda wako mwingi soma ule mchache ingia kwenye mambo mengine sawa, eh? Ili epuka maswala ya kukariri masomo, si umebebelea lisomo huko limefeli, kesho kuta unaletoa syllabus nyingine huko na limzigo lingine, unakuwa unajikosesha amani. Lakini ukiconcentrate masomo, walasioaku jamani, wale wasongo wenzangu, kwani masomo magumu? <laughs> Eh, tusome tu kwa bidii, walimu wakiwa wanatupitisha darasani, concentrate na mwalimu. So mwalimu yuko pale na weka message baby love you utakula mchana, anakudanganya. Kwa nini ka wake huyo eh? Mmenielewa, yeah. Yaani upo kwenye lecture, weka silent simu kwenye mkoba wako wa daftari, concentrate. Baada ya daftari kipindi kimeisha utarudi na simu zako sababu mshako watu wazima aodeni wapo, si ndio? Lakini kila jambo, wakati wa masomo e. Kwanza baba yetu Profesa Mollel amena denis, sikatai kuwa mlezi niwekubali nitajithaidi Mungu anisaidie katika ratiba zangu, niweze kuwaweka na nyinyi, kwa sababu hapa wengi ni watoto wangu, wengi ni wadogo zangu wa mwisho sana, ani kwetu wa mwisho, na miaka si arobaini na ngapi naamkaanu. <laughs> <laughs> Basi nyinyi wote watoto wangu, nitatenga muda wangu, Profesa, niwe sehemu ya kuhakikisha hawa mabinti wanafikia malengo yao. Sehemu nyingine nitaifanya mimi kama Maryprisca, sehemu nyingine nitalazimisha kwenye programu zangu za foundation waingie, ili e, tuweze kuona namna ya kuwasaidia. Na katika hili uh, niweze kujibu changamoto ya kwanza ufinyo wa rasilimali fedha kwenye kwa ajili ya kuendesha programu za wadada kwa ufanisi zaidi, kama semina elimisha na kutoa msaada kwa uhitaji, ili nikishakuwa mlezi eh, hilo koba nitahakikisha naegemea uh, ili kuona kwamba wawezeshaji wanapatikana. Nina marafiki wengi sana wakada mbalimbali, hata kwenye vyuo vyetu vya VETA kule kuna wawezeshaji wazuri sana mbao wanaweza wakaja wakaongezea natizo na wadada wengine, maafisa maendeleo ya jamii, tutaongelea tutaongea na wakuu wa wilaya, mkuu wa mkoa hapa, ikibidi hata kuleta inspiration speakers from outside kuletab, ili tu kuona kwamba tunaendelea kutiana hamasa, ili kila mwanamke kila binti hapa chuoni na chuo chetu cha jirani, basi tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo kwenye hili uh, Profmol, nimekubali ulezi na hili swala la, la uh, seminars na kutoa msaada kwa uhitaji, tutaangalia namna njema ya kufanya. Tutashirikisha na rafiki mbalimbali ili hawa wabinti waweze kukwamuka hapa chuo kikuu Mzumbe. Nasema kwa unyonge jamani, wakati mama yenu yuko mbele na hii ni siku yenu na niwapongeze kweli tu, tu, nadhani inabidi tuwe tunaandaa matukio haya zaidi ya mara moja kwa mwaka, lakini leo, Simbaga, Kabati, ye? Nimependa pia slogan yenu msichana mwenye malengo, msichana mwenye malengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mhandisi Maryprisca Mahundi, mbunge viti maalum mkoa wa Mbeya na naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, ambaye pia ni mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali inayoshughulika na mapinduzi ya kimaendeleo kwa wanawake e..., nichukue nafasi hii kwanza ku- kukushukuru sana kukubali kuja kushiriki pamoja na sisi, kwa kweli ni upendo wa hali ya juu eh, umetuthamanisha sana na tunakuomba uendelee, na ikiwezekana sijasikia kwenye risala yao walisema, uwe mlezi wao, yaani mimi yani, ni wasemee kwa sababu huko hapa Mbeya kwa kweli tutakuomba hata, tunajua na majukumu mengi lakini tunaomba wewe unatenga kama kidogo tu kuja ku-inspire watoto wetu, kwa sababu ulikuwa unanieleza kidogo pale ofisini, i was very much impressed na jinsi ambavyo hapa ulipofikia. Kwa kweli una mengi sana ya kushare na watoto wetu. Wanasema tunajifunza darasani lakini experience teaches more than anything. Unaposikia habari unayowaambiwa ya uhalisia, ina ni rahisi sana kujifunza, na kwa kweli tunakuomba hili ulichukulie, ulitafakari na usitukatalie. Lakini pili, niwapongeze sana vijana wetu wa kike, kwa kweli mmefanya maandalizi mazuri na mwaka huu mmejua nani wa kumchagua, mmemchagua mtu sahihi zaidi ya sahihi, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa akiishi changamoto zenu. Nataka atakapokuja hapa mbele At, atayazungumza nisije nikaharibu nika, nika maneno yake mazuri, atakaa kuja kuongea na nyie msichana wenzangu wapendwa, tukumbuke kuwa mafanikio hayaji bila juhudi na uelewa wa umuhimu wa malengo. Malengo ya kielimu na kitaaluma, tutumie kila nafasi ya masomo, tujiwekee malengo ya kufaulu vizuri, si kwa ajili ya shahada tu, bali kwa ajili ya kupata ujuzi halisi utakaowezesha kuwa wataalamu bingwa katika fani zetu. Malengo binafsi Tujenge sifa njema, tujifunze stadi za uongozi, mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Hizi ni stadi muhimu ambazo hazifundishi darasani pekee, bali zinajengwa kupitia kujitolea na kushiriki katika shughuli mbalimbali za chuo na jamii.